Rais William Ruto aliongoza taifa kutuma risala za heri njema kwa Waislamu kote nchini wanapoadhimisha sikukuu ya Idul Fitri. Sherehe hizo zinaashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuanza kwa Shawal ambao ni mwezi wa kumi wa kalenda ya Kiislamu. Kupitia ukurasa wa Twitter, Rais William Ruto aliotakia Waislamu afya njema na kupokelewa kwa dua zao na mfungo wao na Mwenyezi Mungu. Rais alisema na nina mnukuu, Allah apokee kufunga kwenu maombi na zaka na matendo mema, na atuwezeshe kuona miezi mingine mingi ya Ramadhan tukiwa na imani na afya njema, amin. Mwisho wa nukuu. Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua alitakia familia na marafiki baraka tele kutoka kwa Mungu. Alisema na nina nukuu Idi Mubarak kwa ndugu na dada wetu Waislamu, Mola ajaze familia zenu na wingi wa baraka. Mwisho wa nukuu. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi naye aliwahimiza waumini wa dini ya Kiislamu kuwakumbuka wasioweza kujimudu katika jamii wakati wanaposherekea siku hii, nikimnukuu: Eid ni siku ya kufurahia na kucheka kwa moyo wako wote. Ni siku ya kumshukuru Mola kwa baraka nyingi kwetu. Mnapokula na kunywa, kumbukeni wasiojiweza katika jamii na watakieni na wapendwa wenu Eid ul Fitr Mubarak. Mwisho wa nukuu. <coughs> Hali kadhalika waziri wa masuala ya vijana, michezo na sanaa Ababu Namwamba na kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua waliotakia Waislamu amani na afya njema. Michael Mwandiga, Darubini Wikendi, Nairobi.